Ao shalom, watazamaji shalom. Uh, wa, wa Lango la Baraka TV leo tumetembelewa na mgeni ambaye yeye mwenyewe atajitambulisha majina yake na kile ambacho anachokifanya. Upo nami mtangazaji wako naitwa Isaac Mnyandwa. Karibu mtumishi wa Mungu, asante sana kwa majina yako, unaitwa nani? Unaweza ukatuambia majina yako na unafanya nini? uh, kwa majina yangu ninaitwa Dominic Kibanzi na ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Leo nimepata neema na kibali cha kuweza kuja uh, Lango la Baraka TV. Okay, sawa tunakukaribisha sana sana mtumishi wa Mungu uh, katika hizo nyimbo ambazo umeziimba, ni wimbo gani ambao leo umekuja kututambulisha hapa, ili kwamba wasikilizaji waweze kujua kile unachokifanya au kile ulichokifanya uh, nyimbo ambayo nimekuja nayo leo, leo zipo nyimbo nyingi lakini <coughs> leo nimekuja na nyimbo ambayo inaitwa Ni Heri Kumtegemea Bwana Yesu. au umemshirikisha mwimbaji yoyote kwenye huo wimbo au umeimba mwenyewe? A, kuna mwimbaji ambayo nimemshirikisha, right, anaitwa Isaac Mnyana. Bwana kumbe Isaac e Mnyana? Ndio mimi, tumepiga huo wimbo pamoja na tutaweka YouTube siku ya tarehe uh, tare kumi na tano Januari elfu mbili na ishirini na sita siku ya Ramisi. Naenda pale kaangalie kitu kama hicho, kitabariki moyo wako. Wimbo ni eli, utabarikiwa sana, utakuta na sauti yangu pale. Nashukuru wote mnaotufuatilia kupitia Lango la Baraka TV, endelea kusubscribe ili usikose mengi. Mungu akubariki sana.